Tunashukuru Mungu tumepata tena siku ya leo mm. Eh, Mungu ametuamisha katika hii baridi yenyeko hapa leo. <laughs> <laughs> Mungu asifiwe sana. Amina. Amina amina. Amina. E, eh hey. Eh. Neno ambalo tuna tutalizungumzia leo ni mm. neno ambalo linapatikana katika Injili ya Mathayo mm. ile sura yake ya makumi mbili na nne mm -hmm. na mstari wa makumi nne na mbili mm. Injili ya Mathayo sura ya makumi mbili na ine na mstari wake mm -hmm, wa makumi ine na mbili mm, -hmm. e, mm. mstari -hmm. mm. Injili, Injili ya Mathayo makumi mbili na ine mstari mm -hmm. wa makumi ine na mbili okay, mm. unasema -hmm. hivi mm. -hmm. Kesheni basi, kwa maana hamjui siku ipi mm -hmm. atakayokuja Bwana wenu. Amen, amen. amen. E, Yesu Kristo wakati alitoka e, siku moja alitoka kwenye hekalu mm -hmm. alipoondoka inaanza hapa kumwanzo, mm -hmm. e, ile mstari wa kwanza mm -hmm. kuendelea, mwanzo wa hii wa hii sura mm -hmm. Yesu Kristo anatoka kwenye hekalu e, la Yerusalemu. Alipotoka pale, wanafunzi wake wanaanza kumwonesha, unaona hizi inajengewa mzuri majiwe inapangwa mzuri mm -hmm. Ah, na majua tena ya samani. Yesu akawambia hakuta salia jiwe juu ya jiwe juu ya hii eh kali. Wakaenda sasa, wanaenda kwenye mlima wa mzeituni hmm. walipokuwa mweketi kwenye mlima wa mzeituni ndio pale wanafunzi wake walianza kumuuliza sasa. Hii mlima wa mzeituni hata leo iko <laughs> na kuko mzeituni yenye Yesu alikuwepo ile wakati na mpaka leo iko miaka elfu mbili ni mti mzeituni kawaida yake si, ne, e, tun, mine, tunaijua na sivyo? Tunaijua falabu, kama haujua kama njoo mzeituni, lakini njoo mzeituni ziko na e, okay, ziko hapa hapa hapa karibu, si nani olive, eh okay, ziko, ziko, ziko. kawaida ya mtu ya mzeituni kama inanenepa inaweza kuwa yapata hapa mm -hmm. Lakini zetu unapata unaka huku kuko za zapata hapa mm -hmm. Na zinaanza kutoa matunda kwanza nayapata hapa inaanza kutoa matunda lakini zile zenye ziko kule izilishakuwa miti mikubwa mm -hmm, mikubwa sana ha, mtu hawezi hata watu wawili wanafanya hivi mm -hmm. Mikono sijo kama inaweza inaweza zunguruka mm -hmm. Inafanya miaka elfu mbili hairefuke lakini inanenepa, na ingani inatoa matunda. Mambo ya Mungu ni ajabu. mm -hmm. Mungu anazilinda amenna, kwa shuhuda kwa siku zingine Mungu ndiye anajua sasa wakamuuliza sasa, ile yule sema itafanyika siku gani? <laughs> yani wakati gani watabomole ile kali tabomolewa, na wakamuuliza utuambie na alama zenye zitaonyesha eh, siku za mwisho na upambie wakati gani utakuja. <laughs> wakamuuliza ile maulizo, Yesu Kristo ndiye akaanza kuambia sasa, mu anaanza kuambia, anaanza kuwaonyesha dalili ya siku za mwisho: kutakuwa na vita Nchi itapigana na nchi ingine mm. Kutakuwa na tetemeko kubwa za za nchi. Kutakuwa na eh, ma, eh, ta, eh, tauni yani magonjwa ambayo inaambukia magonjwa ambayo haina tiba. Kutakuwa na eh, mambo mengi, na manabii wa uongo watainuka, angalau wadanganye wateuli, na upendo wa wengi kwa sababu ya kuongezeka maasi itapoa mm. na kwa mwisho akasema lakini kesheni basi, kwa sababu hamjue siku wala saa. Kukesha ni kuendelea ku kuangalia jinsi